Na wakulima 121 katika kaunti ya Kwale wamefuzu baada ya kupokea mafunzo ya kilimo biashara kuwezesha kutumia mbinu za kisasa na za gharama ya chini. Mafunzo hayo yaliyotolewa na Chuo Kikuu cha Pwani kikishirikiana na taasisi ya utafiti wa wadudu ya ICIPE na ile ya utafiti wa kilimo na mifugo Kalro. Mafunzo hayo miezi 18 yaliyofanikisha na kufadhiliwa serikali ya Australia yalilenga kuhamasisha wakulima umuhimu wa kutumia njia za utafiti wa udongo, mbolea na mbegu wanazostahili kutumia ili kuepuka hasara ya mavuno, hasa upande wa upandaji, na ni wakati gani na ni mbegu gani, na na vile ninaweza kuspace, ama kuzipeana nafasi. Nililima sehemu tu ndogo, hata si haifiki robo eka, lakini kile nilichokipata ninaweza kusema nashukuru sana. Na alafu aina ya mbegu, zile mbegu ambazo walikuwa wametuonesha na tukajua kwamba si pojo zote ni pojo, na tunatumai kwamba tukikuja hapa one year later ama two years later tutapata eh, testimonies kutoka kwa hawa wakulima na wengine ambao watakuwa wameelezea eh, haya masomo, na kama ni uh, namna ya kutekeleza mambo fulani pale shambani, pengine hatengezi shamba yake vizuri, uh, mtafiti ataweza kuangalia ni njia gani mkulima atafanya ili mmea anaopanda uweze kunawiri vizuri.